Kwingineko ni kwamba siku tano tu baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Garissa kuuawa na magaidi, walimu wanaofunza katika baadhi ya shule za kaunti ya Garissa na ile ya Tanariver sasa wanaiomba tume ya kuajiri walimu humu nchini TSC wapa uhamisho wa haraka kwa kigezo kwamba usalama wao upo hatarini. Na huku hayo yakijiri, viongozi wa Waislamu na Wakristo waliandaa mkutano wa pamoja mjini Garissa huku wakitoa mwito kwa vijana kujiepusha na makundi ya kigaidi. Hamza Yusuf alihudhuria vikao hivyo na hapa taarifa yake. Wakiwa na mabango yaliyoweka bayana uchungu waliokuwa nayo Waalimu wanaowakilisha shule tofauti kutoka kaunti za Garissa na Tana River wameandaa kikao na wanahabari kwa kutaka serikali kutimiza matakwa yao. Haya yanajiri huku ikikisiwa kwamba baadhi ya waliofariki kwenye shambulizi la chuo cha Garissa walikuwa ni waalimu walimu. Kama shule yetu, tuko walimu. Uh, more than 20 in our school. So tunaona kuwa ni wakati wote unaweza kuwa targeted. Swala la ni nani anayefaa kuchukua jukumu la kulinda Wakenya bado linazidi kuzua malumbano hapa Garissa, na viongozi wa kidini wamerejelea kauli ya kuwataka Wakenya kutogawanya kwa misingi ya kidini ya mimi mwenyewe dadamgula ananifuata licha ya kuwa mimi ni kada la priest ni Muislamu na ameolewa na Muislamu, ako hapa bura na nikienda kwao wananikaribisha vizuri, wakija kwangu na wakaribisha vizuri kama ni kuwachinjia kuku, namwambia Abdulai enda uchinje kuku, kwa sababu najua kulingana na mila desturi za Kiislamu mpaka waseme bismillah. Ni kweli Kwenye mkutano huo wa umma, idara ya usalama imekashifiwa kwa kuzembea kazini, huku wenyeji wakijitetea kwamba wao hutoa taarifa kwa idara husika na kitu Ma. Ingawa maji yameshamwagika na hayazoleki kinachosubiriwa ni mbinu gani watakayotumia viongozi pamoja na idara ya usalama kutofautisha wakenya na magaidi? Kwani inadaiwa kwamba wanaotekeleza mashambulizi haya utambulika hutambulika na kujificha ndani ya jamii. Hamza Yusuf, KTN, leo Garissa.